Hello, muko fipi? Muko aje? Niko hapa tena. Nimekuja kupiga kelele juu ya pesa yenu. Si mimi mnafanyia kazi. Si mimi hizo pesa zina benefit, but nimekuja tena. Ni ni chama, chama, chama imesimamiwa na huyu mama. Anaitwa Agatha. Kwanza kwanza, wapi ya nani aliwaroga? Waruya nani aliwaroga? Mpaka kiti ya plastiki lazima uinwe kwa chama ndio ununuliwe? Mpaka unga unga ya ugali lazima uingie kwa chama ndio ununuliwe? mm? Waruya nani aliwaroga? Waruya waruya, tumechoka na kutangaza. Mmekuliwa pesa, mmekuliwa pesa, mmekuliwa pesa. Waruya tumechoka sasa, tuko karibu kuachilia mvanye venye mnataka. Hii ni chama iko hapa, inaitwa timu Gulf Crab. Hii chama huyu mwanamke, ni mwanamke ako na akili huyu mwanamke. Hii chama ukiangalia iko na watu 3000, 300, au watu 300. huyu mama kuna nani ananipigia? huyu mama anafungua branches sai chama kila siku branches sai chama kila siku Ukiangalia hii ni moza, ilifunguliwa ikasemekana ni ya sementi, watu wakunuliana sementi, ingieni hapa. Mkaingia kwa sementi, mkatoa ile siku, mlitoa nyinyi wote, akaifunga na akawatoa, akaenda kwingine kaika ya mabati. Kama unataka kuchenga, unataka kununua mabati, ingia hapa, pesa mnatuma kwa akaunti yangu. Mkituma kwa akaunti yangu namba moja, nitampea sikistosha. Mkimaliza anawatoa anafungua nyingine, akaenda akafungua ya sementi, ya mabati, sijui ya mbao sijuu ya fundi wa plaster fundi ya mawe. Yani unalipa fundi, unamulipia kwa simu ya mtu huyo, mtu atakusha kukupea hizo pesa uende kutuma fundi anda kakujengea. Hivo ndivo amewanyorosa, amewanyoroza kweli kwelikweli. Tuko na mshana mmoja apa amekuliwa 42000 nitawaambia 42, nitawambia marangapi? Kama unataka kujenga Chenga pole pole, ukipata salari leo, wewe nunua sementi weka pale, haitaosa. Wewe nunua matofali mwaga pale, haitaosa. Wewe nunua mchanga, wewe nunua kokoto, nunua vitu zako za kuchenga weka pale. Ukipata pesa, eka fundi mmoja, pesa ikiisha simama tena, mpaka umalize kuchenga. Hii uchinga ali without group, utafanya kitu, mtaoshwa. Mtaoshwa kweli kweli, huyu mama amekula vizuri, amenunua gari, amenunua shamba, amechenga kwake pesa mlikuwa mnatuma kwake, afuta kutuma kwake, analibu hiyo grupu, anakuambia uje na 50 za roya. 50000 ndio libero ya kama unataka pesa yako. Ukienda sana, ukionekana uko na kichwa tu, anajua kwenyu mlileta maiti za mama zenyu. Anaenda anashika mamako, anatumana watu wanachukua mamako, wanampeleka jera, mapolisi wanalipwa, wanachukua mamako, ana kazi kumbili tatu, anaitizwa 10k fine, anaachiliwa, anaenda nyumbani. Kesho kutwa utaenda tena. Wazazi wenyu wana hizi na uoga kwa sababu ya ujinga yenu, mumeshindwa kujiamini, mumeshindwa kujiakia pesa. Anyway, kama wewe ni mgeni na wewe ni mruya, run from hiyo timu inajitasof. Watu wameoswa 1.5 m simekunywa maji zote, na bado siropokangwi mimi, siropokangwi. Sikia, nilikuwa kwa hiyo chama tulioswa, alikuwa mimi simuchui yeye. Ame comment hata si yeye, ameniletea. Wenye wameniletea ni wengine, evidence imejaa. Ndo kuna mwenye ameoswa 42k maskini wa Mungu. Hiyo 42k amesema achafanye sabu ya mapati, alikuwa na chama kwa chama ya mapati tena. Hiyo 42k achaweka 10k yenye mamake alienda akapepwa na maaskari akapelekwa polisi, akakunia kwa ndo siku mbili, akamtoa na 10k. Hiyo ni 52K. Watoto wa watu kama mama ndiye aka hapa chini anakula pesa na kamekonda kama mimi wee, umekondezwa na rana, mimi nimekondezwa na stress ya kufikiria nitatajirika lini. Umekondezwa na, na, na majozi za watu, mimi nimekondezwa na stress nitatajirika lini, hapa chini for more information voice. Imagine ati namba ni yake, mnatuma pesa, alafu anawaambia mtafute 50000 50000 kila mtu. Tulipata mimba katikati tukaacha shule ndio tunawatisia hapo kwa grupu ya mwezi kwaa. Unajua nini? Mimi nikiongea kitu naongea naenda. Msiposikia mtaleta ushuhuda. Ya watoto iko wapi? Ya watoto iko wapi? Niliongea, mkanitusi, mkasema niko na wifu nikaondokea. Si ni kweli? The the echo, inaitwa ngo the echo sijui nini ile chama sasa ya the echo sijui nini. Niliongea nikatoka. Kuna endelea aje huko. Aje niwaambie kitu. Mimi nikiongea kitu niende. Mimi sikaangi hapa, sindangi hapa. Wajeni uchinga. Kama ni chama ingia kwa kachama, pesa zenye unaweza kuliwa. Siwezi kukula kichwa na yeyote mwenye amekula pesa ya mtu, kama ni ng'ombe ulinunua ikufe, kama ni mtoto ulisomeza na hiyo pesa akufe tu, yani kile kitu yenye umefanya na pesa ya mtu mwenye analia kizime na kizime. Huyu mama ameshika maikrofoni, nimesikia ananiadresi na kunitusi kwa grupu. We mama, nataka nikuambie kitu moja hao mama wote wenye unaendelea kudanzi na wao hapo, hao wote hao ndio wale wa mama ambao watoto wao wameoswa na wakaruhusiwa nje ya grupu. Sasa na chata, nataka uchiite zwari, ingekuwa ni wewe mtoto wako ameingia chama ameoswa, ametupwa nje, ungetusiana vile unatusiana hivyo? Mimi si yuko kwa chama sitakuja kuwatafuta. Nimekuja, nimelalamikiwa, nilalamike kwa wale wenye watakuja kujoini, wachikute wameoso firao, wengine wameoso wewe. Dansi pewa mandasi, kura ulipwa mzini zako uende, ni sawa, kuni ni sawa. Usijaribu kuniadresi tena. Wewe ni mama mkubwa, mama mzee, ungekaliza huyo msichana chini, muulize: ni kweli kuna wasichana umekula pesa zao na ukawatoa kwa group? Hiyo ndio ungeuliza. Si kufungua mdomo hapo na kuongea vitu azipo. Pesa unakula za uwezi kitambaa iko kwa kichwa. Si utengeneze nywele. Hmm? Si utengeneze nywele na hiyo pesa ya uwezi. Na nyinyi Waruya nikiwauliza hii swali mtanijibu. Viti za plastiki lazima uingie chama ndio ununuliwe. Uwezi jinunulia wewe. Uwezi jinunulia kitu ya plastiki. Hizi ni nini sasa? Ati hizi ndizo sasa pia wewe unataka kijiji. Lakini Waru ya mlikosea Mungu wapi? Hii ni nini sasa? Ati hii ndio sasa umekuwa tu ukitoa pesa tu uletee. What is this? Hii ni nini? Hizi ni vitu unazojifanyia wewe mwenyewe pole pole, ufanye bila kukuliwa pesa. Nyinyi wa Ruiru, mtu huwezi changa peke yako. Lazima uingie kwa grupu, mnuliane cement. Nunua cement zako tatu weka hapo, na nyingine nunua nne. Hmm? Mtakuliwa mpaka lini? Tumechoka na na chama cha wa Ruiru hapa. Ruto kemwa aliosa watu sahii na hizi vizuri, amenona kila mahali, mpaka kupumua ni stress. Na huyo mwingine naye mmeita Agatha. Agatha ndiye anawaosha vizuri.